Ukisoma historia ya mapigo kumi, yalianza vita kati ya Musa kupitia kwa Haruni dhidi ya wachawi wa Misri. Stage ya kwanza levo ya chini. Levo ya pili ya vita mbe, ilikuwa ni kati ya Musa na Farao, lakini levo ya tatu ambayo n inatuingiza kwenye levo, ujue aina ya vita tunavyopigana watu wa Mungu ambavyo Mungu anatupigania hata ukiona okay, ushindi, usichukue ushindi wowote ujue, Mungu ndo amekushindia. Nilikuwa ni kati ya miungu ya misri hiyo na Mungu wa mbinguni, na hili suala analisema Mungu mwenyewe kitabu cha Kutoka kumi na mbili kumi na mbili, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri mimi ndimi Bwana. Mambo ya Walawi kumi na saba saba, wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini. Watu walikuwa wanatoa sadaka kwa majini. Majini ni malaika waliofukuzwa na mungu mbinguni, mapepo wachafu. Torati thelathini na mbili mstari wa kumi na saba walitoa sadaka kwa pepo, si kwa Mungu. Kwa hiyo watu wana miungu wanaowatolea hadi sadaka ada ya huduma ya kimiungu ya kimizimu ya kipepo ya ki ulimwengu wa adui. Na ndio Yesu alipokuja ulimwenguni, mapambano yake makubwa yalikuwa ni dhidi ya hii miungu. Katika siku hizi za mwisho ndio imepamba moto. Kila hatua unayopiga kuna ulimwengu wa roho, miungu inayoendesha vikwazo, ugumu Addiction, na kila aina ya uchafu. Katika somo la leo tunajifunza hapo, mahali ulipo pafanye kuwa patakatifu, nyenyekea chini ya mikono ya Mungu ulio dali ili akupiganie, tembea katika plani A ya Mungu. Plani A ya Mungu inasema mimi nitakupigania, nawe utatulia kimya. Ngoja nikwambie mara ya kwanza Waisraeli kupigana vita tena ilikuwa ni defensive war dhidi ya Waamaleki ni pale walipoanza manung'uniko, majungu, malalamiko na madukuduku yakashusha imani yao kwa Mungu. Mungu anasema aliruhusu waingie katika vita na hawa wanaitwa Waamaleki.